bidhaa zako mbalimbali ambazo mbali mba unazihitaji kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket piga simu namba 0775946447. Gazeti ya Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Rais Samia ampa mikoba Masaju, ataka asimamie haki, asionee yoyote. Profesa Juma asema hajawahi kujadiliana na rais kesi yoyote. Masaju afunguka, anavyochukia urasimu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili atoa simiu maelfu umpokea habari, maandiko kwenye ukurasa wa saba wa gazeti hili. Diaspora watuma nchini trilioni mbili nukta moja miezi sita, habari katika ukurasa wa tatu. Tanzania safi udhibiti utakatishaji fedha haramu, habari katika ukurasa wa saba. Gazeti limeandika kamera kunasa wanaotanua kuzungumza na simu barabarani, habari katika ukurasa wa nne. Ukomo wa madiwani Ijumaa, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili da washangilia kampeni ya msaada wa kisheria habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu. Lakini pia gazeti hili imeandika Samia achangia milioni mia moja ujenzi wa sekondari Ruvu, habari imeandikwa kwenye ukurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu nalo gazeti Mwananchi lenye ya habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni zigo la haki kwa masaju. Rais Samia Profesa Juma wamwelekeza kibarua anachokwenda kukikabili katika muhimili wa mahakama. Usimamizi wa haki na mapendekezo ya Tume ya Haki Jinai vyatajwa, mwenye ahidi kuwa karibu na wananchi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika nukuu ya Profesa Juma ikisema Siku zote jicho lako likamate jicho la raisi, mwangalia anafanya nini na hicho anachokifanya kitasaidiaje mahakama. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa tatu. Nukuu ya raisi Samia Suluhu Hassan anasema, jaji mkuu mpya, ni kupongeze na ni kupe pole kwa mzigo huu, sio mdogo. Kuna kazi kubwa ya kufanya. Mungu akupe hekima na busara, uweze kufanya vyema kazi hiyo. Hii ni nukuu ya raisi Samia Suluhu Hassan, lakini pia gazeti hii limeandika kitanzi cha wananchi kwa wabunge bajeti mpya, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Wazee kundi muhimu katika jamii, inashauriwa wapendelewe katika bajeti. Bodaboda kilio cha bei kubwa ya vyombo hivyo, igelezwa imefika milioni tatu nukta sita. Undani wa taarifa hini katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Utanukaji wa mito unavyozua hofu waishi wa mabondeni habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne pamoja na ukurasa wa tano. Hii ni ripoti maalum, lakini pia gazeti hili imeandika saa saba za heka heka kanisa la Gwajima, mabomu ya Nindima. Habari katika ukurasa wa pili. Uwekezaji diaspora waongezeka, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa ishirini na moja na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbili. Tunatazame sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Samia anika matarajio kwa jaji mkuu, masaji wasema watanzania wanataka kuona anaendelea kusimamia haki. Pia amtaka kutekeleza mapendekezo ya tume ya haki jinai. Habari katika ukurasa wa nne. Tarehe ya kuvunjwa mabaraza ya madiwani nchi nzima yatangazwa, habari katika ukurasa wa nne. CCM marufuku kutengeneza tuhuma kuwakata wagombea, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili. Tanzania yaondolewa orodha ya nchi zenye mapungufu kimkakati. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Majira limeandika serikali kuimarisha mikakati kukabiliana na majanga, habari katika ukurasa wa tatu. Mkutano waweka pamoja wadau sekta anga, habari katika ukurasa wa pili. Marekani yajiandaa kwa maandamano makubwa, habari katika ukurasa wa kumi na tisa. Lakini pia gazeti hili limeandika siri za usalama wa Israel na teknolojia ya mafunzo ya kimkakati ya ustadi wa kipekee, habari meligo kwenye ukurasa wa kumi na moja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 3313barapepe Nipashe, mwanga jamini nalo mikononi na mwangu lenye li habari iliyopewa kipaumbele, waumini watinga kanisa la Gwajima, polisi wa watawanya, wasali na kuimba pembezoni mwa barabara, wakiwa na mabango kupinga kanisa lao kufutwa madai hawana pa kuabudu ndani. wa taarifa hili katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Gazeti hili linayo nukuu hapa ya mmoja wa waumini hao ikisema, tunataka uhuru wetu wa kuabudu ubaki sehemu yake, na kama wanadhani wana ugomvi na Gwajima wakae huko wamalizane, sisi tunachotaka ni kuabudu, kwani Tanzania ni nchi ya amani, haya mambo kwetu hatuyataki. Gazeti hili imeandika tafsiri hasi dhidi ya korti ya waibu wa spika jaji Ibrahim. Samia ataka haki, habari katika ukurasa wa pili. Waziri anika siri ya ongezeko fedha zinazotoka kwa diaspora, habari katika ukurasa wa pili. Siku ya baba duniani, ukatili wa nyumbani watesa wanaume kimya kimya, wa saikolojia tiba waonya, habari imenikua kwenye ukurasa kumi na nane pamoja na ukurasa kumi na tisa Mahakama kuu ya bariki bodaboda, boda awashitaki wenzake, habari imenikua kwenye ukurasa wa nane wa gazeti hili. Taasisi kufungua kiwanda kuzalisha vitendanishi kwa ajili ya nchi saba. Habari katika ukurasa wa tano. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Nalo gazeti Zanzibar leo kwa kweli na uwazi, lenyewe limeandika Dkt Mwinyi mgeni rasmi kongamano la utumishi wa umma mawaziri wa kuu wa taasisi SMZ serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania kuhudhuria. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Dkt Samia itaka mahakama kusimamia haki. Habari katika ukurasa wa pili. Umoja mshikamano silaha ya ushindi CCM Hemedi, habari imekuja kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Serikali endelea kuifungua Pemba kiuchumi, waandishi Zena, habari katika ukurasa wa tatu. Maandamano makubwa dhidi ya Trump yafanyika kote Marekani, habari katika ukurasa wa tisa, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar leo kwa kweli na uwazi. Pata nakala yako, soma kondani zaidi na gazeti Uhuru kweli daima lenye habari aliyopewa kipaumbele ni rais Samia ampa neno jaji mkuu ni George Masaju aliyomapisha jana amweleza matarajio ya watanzania ni maendeleo katika mhimili wa mahakama. Mojawapo ni kuendelea kuona mageuzi katika majengo, watendaji kazi, mfumo na mambo mengine. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Balozi Nchimbi, mbinu wafugaji kuepuka migogoro, habari katika ukurasa wa tatu. Mabaraza ya madiwani kuvunjwa rasmi Ijumaa, habari katika ukurasa wa pili. Shilingi mia tatu za wanafunzi zamtokea pwani konda, habari katika ukurasa wa kumi cha Tanda Oktoba tuna tiki kwa CCM. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tano wa gazeti hili. Ilani yafichiwa lengo ya utoaji elimu bila ada, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Watanzania wanaoishi nje ya nchi wana mchango kwa taifa, Kombo. Habari katika ukurasa wa tisa, Gazeti limeandika Rais Samia changia milioni mia moja ujenzi wa shule wasichana Kibaha. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Wasomi nchini nchini wataka wanafunzi vioni kuchochea amani utulivu, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Pata nakala yako somi kwa undani zaidi hilo gazeti wa machinga mikononi mwangu, lenye wa habari iliyopewa kipaumbele ni Rais Samia amtaka Jaji Masaju kusimamia haki anasema ndiyo matarajio ya Watanzania. Amtaka aendelee kujenga hadhi ya mahakama. Mwenyewe atoa ahadi, amwambia hatakuwa peke yake katika majukumu ya mhimili huo. Amtaka asisitize kuomba msaada pale atakapochoka. Amtaja Profesa Ibrahim namna alivyosaidia kuleta mageuzi ya kihistoria kwenye utendaji wa mahakama. Dkt Tulia asisitiza jambo muhimu wananchi na viongozi waelewe majukumu ya muhimili ya dola na kuheshimu mipaka yake. Gazeti hili limeandika, wanaochafua wenzao wakalia kote kavu, CCM habari katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Gavu asema ni marufuku kutengenezeana tuhuma kuwakata wenye sifa za kugombea, akemea rushwa, huku akisisitiza CCM inataka wagombea safi wasiokuwa na makandokando. Chaguo la wengi, undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa tatu. Mabaraza ya madiwani mbioni kuvunjwa, habari katika ukurasa wa pili. Mnyeti aipongeza NMB kunga mkono wafugaji nchini, habari, ukurasa za ndani za gazeti hili. Na gazeti kwenye ukurasa za kambi Yanga kuwazenje habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Takwimu pambano hilo litakalokuwa la mia moja kumi na nne katika Ligi Kuu Bara tangu mwaka elfu moja mia tisa sitini na tano undani wa taarifa hini katika ukurasa wa pili. Siku ya dabi, Simba kuja na sapraizi Mgosi chambua wataja ubingwa habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Ni Yanga dhidi ya Simba Juni ishirini na tano uwanja Benjamin Mkapa Ligi Kuu Bara jicho la mwewe na edo kumwe mbele, juni 25 tucheze dabi kisha tuseme never again. Habari katika ukurasa wa 15 gazeti limeandika, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwana Sporti katika ukurasa wake wa mbele, na gazeti Mwana Sporti linakamilisha lukuz ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Toka Zamani Tv, asante na kwa heri kwa sasa.